Kwa majina anaitwa Levina Magesa ni mfanyabiashara wa vifaa vya umeme. Hali ya biashara sasa hivi sio nzuri sana, sio mbaya sana yani tupo katikati, na inatokana kwa sababu ya bahari, kwa sababu sisi wafanyabiashara wengi wa Mafia tunategemea bahari. Kwa sasa bahari ikiwa si shwari sana hata hata biashara zinakuwa chini. Anaitwa Salma Jabili ni mkazi wa Mafia Kilindoni, ni mfanyabiashara au mjasiriamali mdogo mdogo, najishughulisha na biashara ya matunda, natoa Bungu naileta Mafia. Changamoto katika upatikanaji wa, wa matunda linatumia gharama nyingi kusafirisha ili kupata mzigo upo kwa haraka, kutokana na changamoto ya usafiri tunatumia usafiri wa bahari. Muda mwingine yanaharibika, yasipohifadhiwa vizuri, akipata maji ya chumvi, lakini yakihifadhiwa vizuri, yanafika kiusalama zaidi. Biashara kwa wateja, muda mwingine, yani, inaangalika na simu au na wakati. Kuna kipindi unauza kwa wakati haraka, kuna muda mwingine unachelewa kama biashara inakuwa adimu unauza kwa wakati lakini, zikiwa malighafi nyingi unachelewa kuuza, maana watu wengi wanauza. Mimi nashauri kina mama wajishughulishe, waache kubweteka, maana wanasema usipofanya kazi na usile. Kwa hiyo wajitahidi wasitegemee tu hela anazopewa na mwanaume wapate matumizi, ila wajitume, ili waweze kupambana zaidi. Na naitwa Fadhili Kasim Ramadhani. Uh, si mimi mfanyabiashara mdogo wa nguo, ila changamoto zetu za biashara kwa kipindi hichi ni kigumu, ila huwa tuna misimu ambayo kama ni ya sikukuu ndio kidogo afadhali huwa tunakuwa tunapata chochote kitu, lakini kwa kipindi hiki cha sasa bado kigumu sana, biashara yetu ni ngumu. Mafia bado bado, kwa maendeleo ya kusuala biashara bado ziko chini yani, na makwamba tunajitahidi lakini bado tunapambana nazo, lakini hazijawa sawa. Ila huwa kipindi cha msimu ndio huwa tunapata neema, lakini kwa kipindi kwa sasa hamna kitu kabisa. Tunapambana tu hivyo hivyo, mradi maisha yaende hivyo tu, hamna kingine. Ah, wito kwa vijana nasema kwamba tusitupambane, sikata tamaa sababu maisha ndio jinsi yalivyo, kuna kupata, kuna kukosa, kuna kipindi kizuri na kuna kipindi ambacho kizuri. Ndio hivyo tulivyozoea. Naitwa Musamisi Mwanya maarufu Cheupe. Mimi ni mfanya biashara mdogo mdogo wa biashara ya rejareja, ninauza nafaka. Bei za mchele sasa hivi ziko juu, yaani bei ya chini ni shilingi elfu mbili mia sita, imefuatia elfu mbili mia nane, elfu tatu. Njugu shilingi elfu tatu mtama shilingi elfu mbili karanga shilingi elfu sita. Kutokana na hali halisi sasa hivi biashara imekuwa ngumu, kutokana na upandaji wa bei ya vyakula. Sasa mauzaji ya mwanzo ni sasa hivi ni tofauti kutokana na mwanzo, mtu alikuwa na miliki shilingi elfu mbili anajua anapata mchele wa kilo moja akala na watoto, lakini sasa hivi ile kilo moja haipati shilingi elfu mbili anapata nusu na robo, ili mradi kwamba ajikimu tu, kutokana na hali ya halisiya ugumu wa maisha. Sababu kutokana na kwanza hizi vurugu ambazo zilizokuja kati hapa, ikawa watu wengi wamesimama na vyakula havitoki mikoani kuja nini mjini, na hali ya ukame nayo inamechangia. Sababu sisi soko letu kubwa tunalolitumaini ni Dar es Salaam. Dar es Salaam kumefungwa na hakuna tena njia nyingine. Hatuna njia kusema tunaenda Zanzibar, tunasema tunaenda Mtwara, hakuna. Soko letu sisi kubwa ni njia yetu kubwa ni Dar es Salaam. Na Dar es Salaam kishajifunga na sisi huku tumekuwa hali ngumu. Hia. Kwa sababu unapoitoa Mbagala mzigo mwingine unatoka kwa Kariakoo, unaoleta Mbagala. Pale Mbagala shusha pakia unalipa. Pale kuna gari inatoa pale Mbagala inaleta Nyamisati, gari unailipa, bandari unalipa, makuli unalipa, pale unasafirisha tena kwenye meli, unakuja kulipa kwenye meli, unakuja kulipa makuli ukishamaliza pale, ukishashusha bandarini. <laughs> Sasa hivi ndo kidogo walimfanya unafuu kutokana na bandari iko sehemu moja. Ukishatoka hapo unapandisha tena na gari mpaka dukani gari unalipa na makuli unalipa, yaani malipo yamekuwa, yani utakuta kwamba biashara unayoifanya Mafia ina mzunguko mkubwa kuliko Mtwara. Ndio maana vitu viko juu zaidi kuliko Mtwara, kwa sababu Mtwara, Mtwara akisha toka Dar es Salaam moja kwa moja mpaka dukani. Sisi hapa tuna karibu usafiri tatu mpaka kufika dukani na moto unalipa. Mimi naitwa Athumani ya Hamadi, kwao nimezaliwa Mafia, biashara yangu ni ya matunda. Naona kwa hiyo biashara ya matunda nauza nyanya hapa, karoti, hoho, ndimu, nazi na vitu vingine vidogo vidogo kuhusu matunda. Kwa hiyo changamoto ya biashara ni, ni moja hapo, vitu ni kuharibika kutokana na vitu ninatoa mbali kwa hiyo kuna karoti inatoka Dar es Salaam, tunategemea Dar es Salaam, nyanya tunategemea Dar es Salaam, viazi tunategemea Dar es Salaam, vitunguu tunategemea Dar es Salaam. Kwa hiyo changamoto kubwa inayokuja, na maana kuharibika vitu kutokana na usafiri. Usafiri wetu kidogo ni mmoja, natumia meli, meli ambayo iko ni moja tu, inaenda na kurudi, inaenda tena, inarudi. Kwa hiyo vitu vinakuwa tunaziuza, maana kwamba carrot tunauza elfu tatu mia tano nategemea na kipindi, maana kipindi kuna kipindi carrot tunauza paka elfu nne kutokana na gharama carrot 3000 zikishuka, 3000 zikishuka tunauza 3000 zikipanda tunauza elfu tatu mia tano paka elfu nne na hoho ndo hivyo hivyo 3500 3000 mia mpaka elfu nne zikipanda, naona hapo. Na nyanya nazo bango tunauza hapa shilingi elfu sitini na tano mpaka sabini, kuna kipindi zinafika paka laki, kutokana na bei za kule nazonunua mjini, unaona e. Na vitunguu vile vile vikipanda mjini kwa na sisi kuna bidii vipande nauza shilingi elfu mbili mia tano vikipanda nauza mpaka shilingi elfu tatu elfu tatu mia tano mpaka elfu tano na viazi vile vile tunauza kilo kama vinapanda mjini kwa kutusia, tunauza mpaka elfu tatu mpaka elfu mbili mia tano viazi. Kwa hiyo hapo ndiyo changamoto za biashara zetu zilivyokuwa. Misimu wa biashara uliokuwa mzuri kuanzia mwezi wastani, mwezi wa sita, wa sita, wa saba na wa nane kidogo inakuwa vizuri, sababu inakuwa kidogo na biashara inakuwa zimeshuka shuka bei kidogo.